Liboni Online TV. Sasa kama chama bila mabadiliko hakiwezi kushiriki uchaguzi na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu ambao walikuwa wanateseka maana yake hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti. Sasa leo tunahamasishwa tukapambane tukazuie uchaguzi. Lissu, familia yake iko Ulaya. Mke wake Lissu yuko Ubelgiji, wanaye Lissu wako Marekani, wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo mimi Chiduo mwanangu yuko pale Dumila, niende nikazuia uchaguzi? Nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza, Lema anayezungumza, mpaka leo familia yake iko Kanada. Waliabeza maridhiano ambayo leo maridhiano yamemrudisha Lissu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine, na yametufanya hata Chadema leo tupo tena tunaendelea kuwepo kwa sababu ya maridhiano kama kweli Lissu na nia njema kuandamana, tunaomba walete wanawe wawili kutoka Marekani ambao wana uraia kule, amlete mke wake ambaye yuko Ubelgiji, atangulize mbele. Kwa sababu hata Mbowe alishafanya hicho kitu, tulimwambia Mbowe toka na familia yako, Mbowe akatoka na familia yake. Kweli Lissu akachochola kalala mbele akutokea. Hii Tanzania ya ujamaa, Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana, kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM. Tunashiriki ndio siasa lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Wenzetu wa Kenya walifanikiwa hayo mambo kwa sababu kwanza Mkisumu hawezi kumoa labda Mjaluo. Mimi Mja, sisi Mkagulu namoa mgogo mgogo namoa nani na tunajamii. Tuna, mimi leo ukifuatilia historia ya familia yangu, iko pale wote ni wana CCM. Maana yake ukiniambia nakwenda kuzuia uchaguzi nikamzuia mama yangu siku ya kupiga kula, siende kupiga kula. Kwama nimkamate mkono nimvute, ni, ni vitu ni ambavyo haviwezekani. Kuna mambo yanatokea ndani ya chama chetu, halafu unabakia kuwa peke yako kwa sababu kuambiwa na kwa uchanganyaji na zako. Sio kila jambo ukiambiwa Chiduo ulifanya unaweza ukalifanya, sio kweli, sio issue ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa kwa sababu hiyo ninaamua kupisha pembeni. Kujivua nyadhifa zangu zote. Zote za kiuwanachama, zote za kiupenzi, zote za kiushabiki.